Mradi huu tumefurahia sana, kwa sababu jinsi walivyotueleza ni mradi ambao unaweza akatujengea uwezo na ukawajengea wananchi wetu uwezo bila ya kuchangishwa michango yawe yoyote, kwa sababu misitu si tunayo na faida ya misitu tumeiona, na ndio maana mradi huu walivyokuja kutuambia, na tumeupokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mradi huu wa kaboni tumeupokea kwa mikono miwili, na hata wananchi wote wa Masimba wameupokea na ndio maana leo tumehamasisha kuja huku kwenye semina kuja kuyasikiliza yale, na matunda tuliyoyakuta hapa ni mazuri zaidi. Tutatoa ushirikiano mkubwa kwenye mradi huu wa kaboni. Mradi huu tumeupokea vizuri na tunaupa kipaumbele, na ni mradi uliokuwa mzuri, kwa sababu utatupa manufaa makubwa katika kijiji chetu cha Masimba, kwa maelezo jinsi wanavyotueleza kama, kama tukihifadhi vizuri misitu yetu, tukiwadhibiti wale wahalifu wa misitu, endapo kama hawata haribu misitu yetu, ina maana kupitia shirika hili la kaboni, ina maana litatupa faida kubwa sana kwenye misitu hii. Tumepata faida nyingi nyingi sana na ndio maana tukaupokea huu mradi, ili utuongezee kutupa faida zaidi ya pale tulipokuwa tumetoka, angalau tuende sehemu nyingine ambayo saingineo, tuweze kujenga hata sekondari ya kijiji katika kijiji chetu cha Masimba, maana sasa tumejenga sekondari ya kata kupitia misitu yetu, na mashule tumejenga kupitia misitu hii, miradi mbalimbali tumejenga katika kijiji chetu kupitia msitu huu wa hifadhi. Kwa hiyo kupitia shirika la kaboni tunatakiwa watujengee uwezo zaidi, angalau watuingizie pesa nyingi ili tuweze kujenga sekondari hata ya kijiji ili watu wengi waone mfano katika kijiji chetu. Kwanza elimu kuhusu hewa ya kaboni inatusaidia nini kwenye mazingira yetu pale Masimba. Pia nimejifunza tukitunza msitu tutafaidika, na mimi binafsi nimependa kwa sababu msitu ni wakwetu na bado unaendelea kukaa kwetu, pia unatunufaisha sisi wananchi. Huu mradi kwa ukweli nilikuwa nausikia tu na redio, lakini una manufaa makubwa haswa kwa kijiji kama hiki, kitakuwa kimepata fedha nyingi kupitia mradi huu hewa ukaa ni wenzetu wa nchi za nje kule, wameharibu mazingira kutumia viwanda vingi, kwa hiyo hawana sehemu ya kupata hewa safi. Hewa safi inatokana na nini? Na miti na misitu tuliyonayo, kwa hiyo wanaamua kuwekeza kwetu ili tufanyeje? Tutunze misitu ili kijiji kinufaike, watalipa hewa ukaa, watalipa pesa nyingi. Mimi nilikwenda Tanganyika kule wilaya Tanganyika, kijiji kinapata zaidi ya bilioni tano bilioni 6 kwa mwaka kwa ajili ya maiahewa ukaa. Kwa hiyo ni mambo mazuri sana, yalipofika huku kwetu itakuwa ni tija mojawapo ya, moja ya kuhamasisha vijiji. Tutakuwa na maendeleo makubwa kuhusiana na mradi huu, na huu mladi nimeupokea kwa mikono miwili na kuhakikisha kwamba nawhamasisha wananchi tunaopokea wote kwa hali na mali, ili kuepuka malawama, sio watu wachache wafaidike na huu mradi kwa maana watu wachache waharibu misitu walime mashamba. Tuache kulima mashamba tuhakikishe tunafaidika ni kutumia misitu yetu tuliowekewa na Mwenyezi Mungu, tuiweze kuihudumia na sisi tupate pesa kupitia haya mashirika ya serikali. Huu mradi una miaka mitatu, kwa hiyo kama miaka mitatu sisi lazima tupokee na tujue manufaa yake mbele itakuwa nini. Kuhusiana na hili kama halimashauri kwanza tumefurahi sana kuletewa mradi kama huu, kwa sababu nianze na kusema kwamba kwa tafiti mbalimbali mbali katika nchi yetu ndizo zinazoleta maendeleo katika nchi. Kwa hiyo kama tafiti hii katika halmashauri yetu italeta matokeo chanya, ina maana itampunguzia mkurugenzi wa halmashauri majukumu badala ya mkurugenzi aanze uh, kuandaa bajeti kwa ajili ya maendeleo ya vijiji kupitia miradi, basi kupitia biashara ya kaboni kwenye vijiji yale mapato watakayopata, basi yatatumika kufanya maendeleo ya vijiji kupitia miradi mbalimbali mbali, kama ambavyo wanakuwa wamejiwekea. Lakini pia kwa upande wa halmashauri itampunguzia mkurugenzi kwenye bajeti zake, badala ya wataalamu wake kwenda kusimamia misitu mara kwa mara. Sasa ina maana vijiji vitaongeza ari na mwamko katika kusimamia msitu, kwa sababu tayari wanaona manufaa ambayo wanapata kutia biashara ya kaboni kwa kusimamia msitu. Na ninasema hivi kwa sababu halmashauri ya Mvomero tayari tuna vijiji vitano vimeshaanza biashara hii ya kaboni, japo bado hawajaanza kupata yale mapato, lakini tunaona kwa mwaka mmoja wa mradi mpaka sasa tunaona ni namna gani wananchi wamepata mwamko kusimamia misitu kwa sababu wameshaona faida kubwa ambazo wanazipata, na siku ya leo tunafanya tathmini sasa. Tunawaita tuna kwenye warsha kwenye warsha hapa na tunajadiliana kuona ni namna gani misitu inayosimamiwa na, na kwa kushirikiana na wananchi wa Masimba, namna gani tunaweza tukaboresha usimamizi wa misitu. Kwa hiyo leo hii tupo hapa na tunatathmini na kuweza kuona ni maeneo gani wanahitaji kujengewa uwezo, kwa sababu mradi wetu wa kutathmini eh, mapato kutokana na misitu inajenga uwezo kwa wananchi, na uwezo huo tutaujenga kulingana na mahitaji wao wenyewe wanaotaka wanahitaji tuwawezeshe, hasa hususan ni maeneo gani ambao mpaka sasa tumeona kuna kuna baadhi ya maeneo kweli wanahitaji kujengewa uwezo ikiwemo uongozi bora, uwazi, ukweli na ushirikishwaji katika kufanya maamuzi kwenye misitu kwa maslahi ya kijiji kizima. Tume katika tathmini yetu tumeweza kugundua kwamba sehemu kubwa ya wananchi hawafahamu vizuri haki zao kama wana kijiji katika msitu wao, na ndio maana tumekuja kuona kana kwamba wengi hawana taarifa za nini kinachoendelea katika msitu lakini mapato ambayo yamekuwa yanapatikana shauri ya kuuza vibali vya kuvuna ambao hawajui ipo kiasi gani. Ni kwa kiwango fulani tumegundua kwamba wanajua kwamba kupitia msitu wao umekuwa unawaletea faida, kwa sababu siku hizi hawatozwi michango ya kwa ajili ya miradi ya kimaendeleo katika kijiji, badala yake fedha ambazo zimekuwa zinazalishwa kutoka kwenye misitu yao ndio ambazo zimekuwa zinatumika kwenda kwenye maendeleo ya kijiji, ikiwemo wameweza kuainisha kwamba kuna madarasa yamejengwa katika sekondari ya Pemba madarasa mawili, lakini pesa imetoka kwenye, kwenye, kwenye mapato yaliyotokana na msitu wao. Mwitikio wao umekuwa ni mzuri sana. Kwanza kabisa wametupokea vizuri na wanatamani waanze uh, kupata faida kutokana na biashara ya kaboni hata au wengine wameonyesha kabisa wako tayari hata kabla ya kumalizika kwa utafiti kuangalia ni kwa jinsi gani biashara hii ni endelevu. Wenyewe wameona hata kabla ya kufanya utafiti wanataka kuingia katika biashara hiyo uh, hata leo, lakini tunawashauri ya kwamba ni lazima kwanza tuangalie kama hiyo biashara ni endelevu, na kama ni endelevu uh, tutawajengea uwezo ni namna gani ya kujiunga na biashara na pia ni namna gani ya soko aa. Na baada ya hapo, litakuwa sasa ni jukumu lao kujiunga na biashara ya kaboni au kutokujiunga. Sisi hatuko hapa kuwashawishi, lakini sisi tutawaachia uhuru baada ya kuwa wamepata mafunzo na wameelewa faida na hasara za biashara, wenyewe watachagua kujiunga na biashara ya kaboni. Nawaomba tu waendelee kuonyesha ushirikiano kama waliotuonyesha tunapoanza, maana wakionyesha ushirikiano wa hali ya juu hata kwa sisi uh, uh, watekelezaji wa huu mradi ni rahisi sana kuweza kutekeleza ku kile ambacho kimepangwa uh, kutekelezwa na mradi wetu.